Kipekee mimi Shehe Haruna nasikitika sana, nilifanya presi ya, ku, ya kuwashukuru Watanzania wote kwenye ziara iliyofanyika makao makuu ya taasisi yetu, lakini katika kushukuru nilitoa onyo karifio au onyo kuonyesha kwamba hivi Tanzania ni nchi ya amani. Amani ni msingi wa taifa, na mimi kila siku nimekuwa nikihubiri neno amani kama ilivyo hada Nilitoa onyo kwa kumuonya mheshimiwa Humphrey Polepole pole, kwa maneno alikuwa akiongea alikuwa astahiki kwenye jamii. Na katika kauli zangu lafudhi zangu nilionyesha kumwambia, wewe ulikuwa ni miongoni mwa viongozi wakubwa wa chama, tena katibu wa kitengo cha idara ya habari, katibu wa itikadi na uwenezi, na nikamwambia, kwa nini mambo kama haya machafu usiyaseme ndani ya chama, aliyakuwa ulikuwa ni mwanachama Nasikitika kutoka moyoni. Taarifa ilikuwa inaenda live, Watanzania wengi walikuwa wanafuatilia siku hiyo, wengi sana. Lakini inapita mwezi na nusu, mtu anakwenda kuedit vipande vipande. Ya rabi, sijui anataka nini, sijui anatengeneza nini. Hii yote nilikuwa nikiongea, nikiongea, watu waache kuwanenea machafu viongozi wetu lakini leo paka mashe. Sasa leo wanafanya kwa Shaharuna, kesho wanafanya kwa padri, watafanya kwa mchungaji, watafanya kwa nani? Hii inakuwa sio sifa nzuri kiukweli. Nimekuja kukemea jambo hili na kuonyesha kwamba si jambo zuri katika taifa letu, na haswa kwa upande wangu limeniumiza sana sana, watu ku kuedit kitu ambacho kimepita zaidi ya mwezi na siku, alafu wanapeleka kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba Sheikh Haruna muunga mkono Hamfrey Polepole. Mimi ni muunge mkono Hamfrey Polepole. Mimi ambayo kila siku nasema swala la amani. Mimi nilichomwambia mwambia Hamfrey Polepole, nilimwambia kauli zake azistahiki kuongea kwenye media. Nikamwambia anastahiki kurudi kujitambua, alikuwa ni mwanachama. Alipo alikuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kama kuna jambo baya alikuwa anastahili kulisema ndani ya chama, na nikazidi kumuonya kwamba hata sasa hana haki kabisa ya kueleza kero zake ndani ya chama kuliko kwenda kuongea pabli na watanzania zaidi ya milioni sitini. Anaamanisha nini? Sisi tunataka amani, na ndio kauli mbiu ya viongozi wa dini. Tunataka amani na amani ni tunu ya taifa, na ninataka ni waombe watanzania kale ka clip kanakotembea tembea kwenye mitandao, wakaache wakapuuzie kabisa. Mimi Sheikh Haruna, kauli yangu kila siku ni kusema swala la amani na nitazidi kusema swala la amani na nitazidi kuwalinda viongozi wangu wote wa nchi na mashehe wangu wote, kusema sikubali kuona shehe ya kitukano kwenye mitandao, na sikubali kuona viongozi wa nchi wa kitukano kwenye mitandao. Panapofikia nikiona kweli mtu anatoakaulio, na mimi sitarudi nyuma, tasimama kuonyesha kwamba hili alimpendezi Mungu, hili lampendeza Mungu Mwenyezi Mungu tupe amani Am. katika nchi ya Tanzania. Mjalie afya njema Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunaombea uchaguzi mkuu uliopita salama Am. Ya Rabbi na madiwani na wabunge wote ule. Ya Rabbi tunakuomba tujali afya njema Birahmatika ya Arrahman Arrahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sahbi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin.